Sio kila mtu unayemwona ni kichaa, ukafikiri kwamba ukichaa wake ni wa kawaida. Huyo mtu kuna mahali anakuwa yupo, lakini ni bosheni tu. Mara nyingine, hao pia shetani anawatumia kuroga mitaa mitaa ya biashara. Unaona mwingine anaweza akawa anapita anachukua makopo, kasema yeye, akishachukua mkopo kwenye eneo ambalo labda pengine upo au unafanyia biashara, manake anachukua kama utambulisho wa ardhi ya lile eneo ambalo wewe unafanyia biashara. Kwa sababu mtu mwingine akitumwa kuja kuchukua ardhi udongo kwenye eneo ambalo unafanyia biashara, unaweza ukamshika shati ukamwambia wewe, udongo naupeleka wapi? Sindo hivyo lakini, kichaa akija akachukua udongo karibu na dukani kwako, utamuuliza kwa nini unachukua udongo, si unajua kwamba huyu ni taira. Majasusi wanapotaka kupata taarifa juu ya eneo fulani au wanapokuwa wanapeleleza maisha ya mtu, kuna baadhi ya majasusi huwa wanajifanya kama vichaa, lakini wanampeleleza mtu. Hiyo ni mbinu ya kibinadamu. sasa Unakuta ni jasusi ametumwa kutafuta au kupeleleza eneo. Nyiye mnamwona mtaani kwamba huyu ni kichaa. Lakini ni jasusi ametumwa labda na serikali au na vyombo vya ulinzi na usalama. Mnamwona tu kama kichaa lakini kumbe kuna taarifa anakusanya anakusanya, anakusanya. Baada ya hapo anatoweka kiroho. Nimewaambia nakuja, watu anakusanya taarifa, mpo tu uelewe. Na ndio maana mnaweza mkaona baadhi ya vichaa wanaweza wakakaa eneo fulani, baadaye wakatoweka kwenye hilo eneo, alikaa kwenye hilo eneo baada uta, utakutana naye tena eneo lingine. Sasa siko hapa kuwachonganisha, msije mkawaona hao watu <laughs> mkaanza kusema mwalimu alisema. <laughs> tumsifu Yesu Kristo.